Shakabidhi hundi ya mfano maana yake ni kwamba tayari mimi nime mi pamoja na viongozi wote tuliopo hapa tayari tumezindua zoezi hili kuhakikisha kwamba sasa fedha hizo ziingie kwenye akaunti zenu na mwende mkazitumie kwa amani kabisa. Niombe wananchi wote wa mkoa wa Katavi, tutakapofika tena maeneo mbalimbali kwa ajili ya kutoa ardhi kwa maslahi ya umma basi wananchi muwe na moyo safi kama moyo wa wananchi hawa wa hapa Kibaoni, ambao wa wamekubali kuachia maeneo yao kwa ajili ya maslahi mapana ya taifa. Wananchi mnaopokea fidia hapa, wale ambao mtahitaji mta kujenga nyumba, ni kutaki, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Mpimbo, usiwache wananchi hawa wakaenda kutapeliwa, wakaenda kuuziwa maeneo ambayo yametengwa kwa ajili ya matumizi mengine, badala yake maeneo ambako umepima viwanja na tayari viko kwenye mchakato wa kisheria, kwa maana upimaji umekamilika. Chukua wananchi hawa wapeleke, ukawaonyeshe, wauzie viwanja kwa bei ambayo ni inastahili, sio bei kubwa sana ya kuwaumiza kwa, kwa sababu amelipwa fidia ahh, bei ya kawaida, wapate viwanja vilivyopimwa, mpate hati za kudumu za maeneo hayo. Ukienda kuwekeza pale kwa kujenga jengo lolote ulilopanga kuliwekeza, una uhakika kwamba hapo ni kwako, na hati hiyo imeandikwa jina lako na la mke wako au na mume wako au na familia yako. Hii itasaidia sana, kwanza kuepusha fedha hizo kutapeliwa kwenda kujenga kwa maeneo ambayo baadaye unaambiwa bomoa, lakini pia itasaidia sana kukuza miji yetu na itasaidia sana kuondoa changamoto za migogoro ya ardhi inayotokana na mwingiliano wa kwenda kuendeleza eneo ambalo halistahili kuendelezwa kwa ajili ya shughuli za kibinadamu. Hata vioe. Na fedha hizi sio mkondo wa fedha zitakazoendelea kutoka. Hivi zikitoka zimefunga faili. Kwa hiyo hakikisha nyumba iliyopotea kule Ndemanilwa inaenda kupatikana kwenye eneo lingine kupitia kiasi ulichopata, Shamba ulilolipoteza eneo la lala nayo linakwenda kupatikana kwa fedha hii utakayolipwa, ili usiendelee tena kwen, kuwa kwenye usumbufu. Kipata kahela haka, fanya kama ujapata, ili akili itulie, ilenge kitu gani cha kwanza cha muhimu. Ili nalisema kama naibu waziri kwa experience ambayo nimeipata kwenye maeneo ambayo tumetoa fidia, watu wengine wameenda kununua magari mabovu eh, siku mbili tatu analisukuma, eh, linakuwa skrepa na unakuja kuliuza kwa bei ambayo sio sahihi, yaani haifanani na ulichopoteza tuela hutu twa mkupuo twa hovyo sana kabisa. Unaweza ukashangaa siku nyingine umeamka unajaribu kukumbuka milioni tatu zilizokuwa nazo ziko wapi? kumbe wewe mwenyewe umetoka pale ukapita wapi, si na wapi na wapi nyingine, unadondosha tu, hata ujui zinakwenda zina ka ka kufanya nini? Zinakaa elementi kakuufanya kidogo uchanganyikiwe hivi. Unaona nyingi kweli, sio nyingi. Ushauri walioutoa waliotangulia ni muhimu sana. Usikimbilie kwenda kuanza kuchota mwamala wako, tulia, panga mambo yako sasa vizuri. Mimi nataka niwaambieni, jambo la kwanza kubwa sana lazima uanze kuona makazi yako mapya yatakuwa wapi, ya namna gani. Sasa mwanasai, kama unataka ujenge kama mtepinda alivyojenga pale hey, shauri yako Unaezauta na kahela kakaishia njiani, kwanza usema sijamaliza, yeah. twende tu na maisha ambayo ni ya kawaida. Nimepata kahela haka moja, nijenge kajengwa hapa kakiwanja, haka kanatosha, mengine tulia.